Mbili tofauti za Mungu. Kwa upande mmoja, unaye yule Mungu wa upendo na huruma, anayempenda mwanadamu. Lakini kwa upande mwingine, kuna Mungu mwenye hasira, anayeamuru vita, maangamizi na adhabu kali zisizo na msamaha. Unahisi kama unasoma kuhusu miungu wawili tofauti, sivyo? Labda ni kwa sababu ndivyo ilivyo. Hili ni suala lenye utata ambalo limejadiliwa kwa miaka mingi. Umefundishwa kwamba Yahwe, Mungu wa Agano la Kale, ni yule yule Mungu wa upendo anayehubiriwa na Yesu katika Agano Jipya. Lakini je, hiyo ndiyo kweli kamili? Vipi kama Mungu wa Israeli hakuwa Mungu mmoja wa ukweli, bali miungu wawili tofauti waliochanganywa na kuunganishwa kuwa mungu mmoja? Hebu tumwangalie kwa karibu Yahwe. Jina hili linatajwa kila mahali katika Agano la Kale. Tunazungumzia Mungu ambaye